Kila biashara kubwa ilianzia ndogo. Usidharau mwanzo wako, kila hatua inahesabika. Unaiona biashara hiyo ndogo ulionayo, ama biashara ambayo uko nayo sasa hivi, unatamani itoke kwenye steji moja kwenda nyingine. Usidharau hiyo hatua uliopo. Kila biashara ambayo unaiona kwanza sio hata, ilianza ndogo, ilianza kama idea kichwani kwa mtu, akaja akaipresent katika hali ya hakuna mpaka ikaweza kupata guts, ikaweza kusimama na sahivi unakuwa admired. Kitu gani unatakiwa kufanya hiyo biashara ndogo ulionayo? Kitu cha kwanza kitakacho kutoa hapo kwenda sehemu nyingine ni kuweza kuisajili kuwa kampuni. Biashara ulionayo, kitu kinachoichelewesha nikuwa na kampuni. Ukiwa na kampuni, itakulazimisha kuingia kwenye mifumo ambayo itailazimisha biashara yako kukua. Trust me, mtoto wako ukikaa naye nyumbani bila kumpeleka shuleni, itachukua ugumu sana kuanza kuelewa masomo yote ambayo wanafundishwa watoto shuleni zaidi ya kumi na mbili au tisa. Akikaa tu peke yake, akibaki peke yake nyumbani, anaogopa kwenda kuanza chekechea au kuanza primary ama kuanza hatua ya kwanza masomo. Unapompeleka shule anajikuta amekua, kwa sababu yuko mazingira sahihi, yuko na watu sahihi, yuko na equipment sahihi. Wewe una biashara yako ndogo, unataka kuifanya kwa udogo, alafu ukitegemea matokeo makubwa na always unajifikiria, una jif, una inakuaje? Kwa nini nafanya biashara ndogo? Kwa nini nakuwa kwenye hali ndogo kama hii? Trust me, isajili biashara yako kuwa kampuni sasa hivi. Inakuaje? ni gharama shingapi nahitaji kuwa na nini? Komenti neno usajili sasa hivi hapo, nitakufikia dm kwako, nitakujibu maswali yako yote, na nitakusaidia kusajili kampuni yako, ama nipigie namba inaonekana hapa kusajili kampuni yako sasa hivi. Haya yote yanawezekana kwa kuamini nguvu ya mwanzo mdogo.